Ninataka eh, nikutamkie neno la neema kwenye maisha yako Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai wa kweli wa milele. Ninaileta nchi yangu ya Tanzania mbele za uso wako, ninauleta ulimwengu mzima mbele za uso wako. Wewe ni Mungu peke yako ambaye umesema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba nitasikia. Basi Bwana ninakuomba sikia. Tutakase wanadamu wote, tutakase Watanzania, takasa nchi zote zinazotuzunguka. Bwana achilia rehema, iponye Tanzania, iponye Kenya, uponye Uganda, ponya Rwanda, ponya Zambia, ponya Zimbabwe, ponya Ghana, ponya Nigeria ponya Burkina Faso, ponya South Africa, ponya na nchi zote za Ulaya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, mchana huu wa leo, ninamleta mtumishi wako huyo, ambaye anasumbuka, ana matatizo mbalimbali, hana amani, hana furaha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ambaye ndoa yako inakusumbua wewe ambaye ndoa yako imepoteza furaha na amani, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, natamka amani ikurejelee tena. Natamka amani na furaha ikurejelee tena na piga roho ya matengano, na piga roho ya manyanyaso, na piga roho ya mateso, na piga roho ya kuziakiwa, na piga roho ya kuachwa, na piga roho ya kujinyonga, ya kujizuru kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninamleta mgonjwa huyu ambaye anahangaika, anahangaika, ameenda huko na kule, anahangaika, hajui afanye nini, ametipiwa lakini bado, unafu, bado hajapata uhafadhari, hajapata unafuu, bado hajapokea uponyaji. Leo namleta kwako, e Bwana wa majeshi Mungu, uliyesema kwamba kono wako sio mfupi hata usiweze kuponya kwa jina la Yesu Kristo, pokea uponyaji wewe mgonjwa, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana guse maisha yako, Bwana guse afya yako, kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu za magonjwa zilizoshikilia afya yako, zilizoshikilia mwili wako, zikuachilie sahi, zikuachilie sahi. wewe ambaye unato

damu ikauke, damu ikauke. Ninajua neno moja, madaktari wanaona kama haiwezekani, lakini yupo Yesu, yeye anayesema mimi ndiye mponyaji, mimi ndiye mponyaji. Hakuna neno lilogumu la kuweza kunishinda kwa jina la Yesu aliyai, kwa jina la Yesu aliyai, kwa jina la Yesu aliyai, aliyemponya mgonjwa aliyetokwa na damu miaka kumi na miwili na wewe leo pokea uponyaji na wewe leo pokea uzima na wewe leo pokea uzima, kwa jina la Yesu aliye hai. Nguvu za giza zikuachilie, mapepo ya kuachilie, majini ya kuachilie, roho za uovu roho za uovu zikuachilie, kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe ambaye umepoteza kazi na hauna tumaini tena na unaona kama ni afadhali ufe, ni afadhali ujinyonge, kwa jina la Yesu aliye hai, hiyo roho ya kujinyonga, hiyo roho ya kujizuru, hiyo roho ya kujizuru kwa jina la Yesu aliye hai! Wewe pepo, wewe pepo, wewe jini makata, wewe jini makata, toka, toka, chia, toka chia, toka chia, toka chia, toka chia, toka chia, toka chia kwa jina la Yesu, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. huna nafasi

maisha ya mtu huyu, maisha ya kijana huyu, maisha ya kijana huyu, elimu ya kijana huyu, masomo ya kijana huyu, kwa jina la Yesu aliye hai! Wewe uliyeshika hatima ya binti huyu, kwa jina la Yesu! Na roho za magonjwa, kwa jina la Yesu! Maumivu ya macho, kwa jina la Yesu! Maumivu ya kichwa, kwa jina la Yesu! Maumivu kwenye kiuno, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu! Maumivu kwenye mgongo jina la Yesu, roho za kipanda uso kwa jina la Yesu, so, toka jia kwa jina la Yesu toka njia, kwa jina la Yesu toka njia, kwa jina la Yesu toka njia, kwa jina la Yesu toka njia, kwa jina la Yesu ali hai, kwa jina la Yesu ali hai, kwa jina la Yesu ali hai. Ngome za mapepo zilizojenga nyumba kwako, zilizojenga imani kwako, zinakutangazia kwamba tutakuachia kwa jina tuta la Yesu ali hai, leo zikuachie, leo zikuachie, leo ziku Zikuachie leo zikuachie, roho za mateso kwa jina la Yesu, leo zikuachie, leo zikuachie, leo zikuachie, leo zikuachie, walioshika hatima yako leo waachie kwa jina la Yesu, roho za kukataliwa kwa jina la Yesu, toka toka toka njia, toka, toka kwa jina la Yesu aliye hai Damu ya Yesu Kristo ikotakase, damu ya Yesu Kristo ikokomboe, damu ya Yesu Kristo ikuweke huru, damu ya Yesu Kristo ikuweke huru kwa jina la Yesu. Wewe ambaye roho za upinzani zinakusumbua kwa jina la Yesu. Roho za kutokuamini mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Toka cia Toka njia, toka njia, toka njia, toka njia, toka njia, toka njia, toka njia kwa jina la Yesu aliye hai. Roho za kutokutii neno la Mungu liyo hai kwa jina la Yesu. Roho za uasi kwa jina la Yesu. Roho za kupenda kwa, kwa waganga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, hayo mazindiko, hizo chale, hizo ndoto mbaya zinazokujilia kwa jina la Yesu. Toka njia. Toka kia, toka kia, toka kia, toka kia, toka kia kwa jina la Yeshua hai. Roho za kuto kupenda elimu, roho za kuto kupenda kusoma, kwa jina la, la Yesu aliye hai. Sikwachie wewe kijana, sikwachie wewe binti, sikwachie, sikwachie, sikwachie. Roho za kuto kuwa mnyenyekevu, kwa jina la Yesu. Roho za kiburi, roho za husuda, roho za husuda, kwa jina la Yesu. Roho za uovu, kwa jina la Yesu. Tamaa mbaya, ukorofi, wizi, uzinzi, kwa jina la Yesu. Toka njia kwa jina la Yesu aliye hai, wewe ambao miguu inakusumbua kwa jina la Yesu, leo ikuachie, leo ikuachie, leo ikuachie, leo ikuachie, leo ikuachie, leo ikuachie, toka kwa jina la Yesu, ganzi inayokushukia kwa jina la Yesu, toka njia, wewe unayesumbuliwa na toka kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, wewe ambaye ndoa wewe ambaye ujauzito kwa jina la Yesu, unaonekana mara, usionekane, unapotea mara, upatikane kwa jina la Yesu. Huo ujauzito wako, huyo mtoto tumboni atulie sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, roho za wezi wa kichawi, wanaoiba watoto, wanaoiba vichanga, wanaoiba mimba, kwa Yesu aliai kwa jina la Yesu aliai, leo achie tumbo lako leo, achie tumbo lako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unaingia hezi mara kwa mara, kwa jina la Yesu, hezi sio katika, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu

Roho za mateso zikuachilie. Wewe ambaye unakosa usingizi, kwa jina la Yesu. Unaota ndoto mbaya, kwa jina la Yesu, leo zikuachilie kwa jina la Yesu, leo zikuachilie kwa jina la Yesu. Toka ajira, toka, mwachie mtu huyu, toka, mwachie mtu huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye magonjwa ya kichwa yanakurudia rudia pesha ya kutengenezwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe ambaye roho ya uwaji imekaa ndani yako, ikuachilie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya wivu kwa jina la Yesu, roho ya uwizi kwa jina la Yesu ikuachilie, ikuachilie, ii kuachilie tangu sasa kwa jina la Yesu. Ali hai Mungu wa mbingu na nchi awabariki, muwe na amani ya Kristo Yesu. Mungu awe pamoja nasi. Wewe ambaye hujajua, utanipataje pataje, eza unahitaji maombezi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 sifuri saba sita moja sitini sabini na moja hamsini na moja. Na kwenye YouTube utaziona namba zinatembea, kwa hiyo unaweza ukanipigia. Napatikana muda wote, nipo kwa ajili ya kuwahudumia watu, nipo kwa ajili ya kuwahudumia watu. Mungu akubariki sana, amen.